Kufuatia changamoto zilizotokea tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025 nchini Tanzania, serikali ya Kenya imetoa kauli kupitia kwa waziri mkuu wa baraza la mawaziri na waziri wa mambo ya nje na diaspora sambamba na ubalozi wa Kenya nchini Tanzania. Akizungumza kwa kuweka chapisho lake kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, waziri mkuu huyo na waziri wa mambo ya nje wa Kenya amesema: taarifa kuhusu ustawi wa Wakenya walioko nchini Tanzania, nilifanya mashauriano yenye tija kwa njia ya simu na mwenzangu, mheshimiwa balozi Mahmoud Thabit Kombo, Mbunge, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukijadili ustawi na ulinzi wa Wakenya wanaoishi na kufanya kazi nchini Tanzania. Nilisisitiza umuhimu wa kulinda haki, usalama na hadhi ya Wakenya wetu wanaume na wanawake wanaoendelea kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania kupitia ujasiriamali, biashara na huduma za kitaalamu. Tulijadili taarifa za hivi karibuni zinazohusu visa ambapo haki za baadhi ya raia wa Kenya zilikiukwa. Kwa masuala haya mahususi, taarifa rasmi zimewasilishwa kwa mamlaka za Tanzania kwa ajili ya kuchukua hatua zinazostahili. Mheshimiwa Kombo na mimi tulikubaliana kwamba changamoto zozote zitakazojitokeza zitatatuliwa kupitia njia rasmi za kidiplomasia na kibalozi kwa kuzingatia mikataba ya kimataifa na kanuni za itifaki ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tulithibitisha tena dhamira yetu ya pamoja ya kuimarisha uhusiano wa kihistoria na wa kirafiki kati ya Kenya na Tanzania, uhusiano unaojengwa juu ya misingi ya kuheshimiana, ushirikiano na ujumuishaji wa kikanda. Wizara ya Mambo ya Nje nchini Kenya na diaspora nchini Kenya, eh, kwa kushirikiana kwa karibu na ubalozi wetu mkuu jijini Dar es Salaam itaendelea kuhakikisha kuwa raia wote wa Kenya walioko nchini Tanzania wanapata msaada na huduma za kibalozi zinazohitajika wakati wote. Na kwa upande wake, ubalozi wa Kenya nchini Tanzania umesema yafuatayo huku ukitoa ujumbe kwa Wakenya wanaoishi nchini Tanzania na nukuu hapa: Ubalozi wa Kenya jijini Dar es Salaam ungetaka kuwahakikishia wakenya wote wanaoishi nchini Tanzania kwamba shughuli za ubalozi zimeanza tena kama kawaida kufuatia kuondolewa kwa marufuku ya kutotoka usiku na vizuizi vilivyowekwa baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Ustawi na usalama wa wakenya wanaoishi Tanzania vinaendelea kuwa kipaumbele cha juu kwa ubalozi. Ubalozi wa Kenya uko katika mawasiliano ya karibu na mamlaka husika nchini Tanzania ili kuhakikisha kuwa raia wa Kenya wako salama na wanalindwa ipasavyo. Ubalozi unawahimiza Wakenya wote wanaoishi Tanzania kuendelea na shughuli zao halali za kila siku kama kawaida. Aidha, ubalozi unawasihi Wakenya wote wabaki watulivu wawe waangalifu, wazingatie sheria za nchi, na waripoti mara moja changamoto zozote za kiusalama au dharura kwa ubalozi kupitia simu namba 255 22 26 68 28 5 mkwaju 6. Narudia tena mbili tano tano mbili mbili mbili sita sita nane mbili tano mkwaju au sita pale inapohitajika matangazo na taarifa zaidi zitatolewa kupitia njia rasmi za mawasiliano na mitandao ya kijamii ya jamii ya Wakenya. Tarehe tano Novemba mwaka huu wa elfu mbili na e, ishirini na tano, ubalozi wa Kenya. Hilo ndilo tamko ama kauli ya ubalozi wa Kenya kufuatia yaliyotokea siku ya tarehe ishirini na tisa ya mwezi Oktoba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Lakini pia tumepata nafasi ya kutazama kauli ama e, tamko la waziri mkuu wa baraza la mawaziri nchini Kenya na waziri wa mambo ya nje na diaspora e, kufuatia yaliyotokea siku hiyo hiyo ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Unafahamu siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba, Tanzania tulipitia changamoto kadhaa, jambo ambalo pia ndilo limepelekea mamlaka za Kenya kuzungumza hayo ambayo imeyazungumza kwanza, kuanzia kwa, kwa waziri mkuu wa baraza la mawaziri na waziri wa mambo ya nje nchini Kenya, lakini pia ubalozi E, wa Kenya nchini Tanzania. Huu ndio mwisho wa habari hii. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok na Twitter kwa majina ya Habari Kiganjani.